Sio maisha mazuri. Vurugu hizi kuna vitu vikiwa vinatokea vya vurugu, unakuwa wewe unajiangalia tu we kama wewe kwa vibe zako na miemko yako, lakini kule magereza kuna watu kwa vurugu tu kutokea, wao tarehe zao za mahakamani zinasimama, upelelezi unashindwa kuendelea kwa, yani, vitu vinakuwa vinasimama, vitu vingi vinasimama. Kwa mimi nawashukuru tu wa Tanzania kwa kuzungumza lolote zuri kuhusu mimi, namshukuru mama yangu nashukuru familia yangu, nawashukuru waandishi wa habari, mmekuepo kwanzia siku ya kwanza naenda mahakamani mpaka leo natoka. Mi sina mengi, nahisi nikiongea sana nitachanganya mambo, lakini tu namshukuru Mwenyezi Mungu. Hiki kitu ambacho Mungu amenipitisha najua amenipitisha kwa ajili ya vijana wenzangu. Kuna vitu ambavyo tunavifanya kwenye maisha yetu ya kila siku tunaviona ni vitu vya kawaida, lakini kidogo tu kikosea kinakupeleka gerezani. Kwa mimi najua nitakuwa balozi mzuri wa vijana wenzangu, kuweza kulinda mienendo yetu, tunaishije, tunafanyaje, tunaepuka kipi, tunafanya kipi kwa wakati sahihi. Yani, hilo mimi nani mjiandae huko vijana wote mnaoniangalia mimi kama mfano, yako makosa mengi ambayo tunayafanya kwenye maisha yetu ya kila siku, tunaona ni kawaida, lakini kimsingi ni vitu vikubwa sana.